Shosti Tusemezane, hivi umegundua kwamba social media zote sasa hivi ambazo zimeweka kwenye business account either ni Instagram, Facebook, YouTube, you mentioned it, zimeweka kwenye mfumo ambao unafanya marketing kwenye biashara yako. Mm-hmm. Take time kujua social media zako. Kama WhatsApp business kuna sehemu ya kuweka catalog. Sehemu ya kuweka catalog, catalog ni zile ni zile ni kida tunaweza kusema ni ki, ni display ndogo ya bidhaa au huduma zako kwa Nutshell. Nutshell kwa summary, mfano mimi ninauza vipodozi, so kupitia katalogi yangu kutakuwa labda na vipodozi vya nywele, vitakuwa vipodozi vya ngozi, au vitakuwa vipodozi vya kucha vyote hivyo. Kwa hiyo unakuwa na katalogi ambayo inaelezea bidhaa na bei na nini. Kwa hiyo mtu akipata namba yako, akisave, akiangalia tu pale anaweza kuona. Pia kwenye Instagram pages zinatuonyesha jinsi gani idadi ya watu tunaowafikia. Geographical location, age, geographical location uh, I mean ndio eneo. Geographic eneo na kadhalika. So hiyo inakusaidia ina, ina, ina kuona kwamba watu gani wana interact na page yako. Je, ni realistic ni kutokana na lengo la biashara yako au la. Pia kwenye YouTube sasa hivi kuna namna ambayo kuna editing ambazo unafanya kama content creator ambazo zimefanya zinakuwa kama biashara haiiko tofauti sana na Instagram lakini yenyewe imeenda broad, ambayo how many viewers uh, how many how many gender, you know content gani imeenda zaidi na kadhalika. So ukiwa na tools zote za social media, is not all about posting but also tracking your business uh, your business uh, development, kwamba vitu gani ambavyo wewe unavitaka kama marketing strategy yako kukutumia social media vinafanikiwa au havifanikiwi, kwamba je, wateja ninao target katika area fulani wanafanikiwa au hawafanikiwi. Achana na kulipia matangazo, hicho ni kitu kingine, lakini tu daily to daily thing ambayo una run your social media account Yeah, do you reach uh, target people, pia kama sasa hizi pia kuna hichi kitu kinaitwa uh, share your location. Mfano, unaweza ukawa na biashara yako, then you wanna share the location with your, your, your new customer, au a new location you wanna share with your your customers. All of those tools, ukiamua kuzitumia kwa ufasaha zaidi, utakuwa unafikia wateja wako reach your target clients ambao ni wateja wako uliowakusudia with specific area, with specific gender, sometimes specific income. Ni kutokana na utakavyoamua kutumia tools za social media kukuza biashara yako. Kila la heri, fanya biashara mwanzoni. Shosti Tusemezane.